Umoja wa kampuni ndogo zinazoibukia umesema ukuaji wa teknolojia ya Akili Unde umefungua fursa kubwa na kuishauri serikali kushirikiana na wadau kuimarisha mfumo matumizi ya TEHAMA hadi ngazi ya shule kupitia mitaala ya kisasa na kuweka mikakati madhubuti kwa vijana itakayohakikisha inatumika kwa usahihi ili kuleta manufaa kwa jamii na taifa. AI Artificial Intelligence ama akili bandia ni fursa zaidi kuliko changamoto. Itakuja na changamoto zake, lakini kwa kubwa ni fursa na itarahisisha mambo mengi. Unajua hata wakati dunia zinaletwa zina kompyuta watu walisema kwamba kompyuta zinakuja kurahisisha kazi, kuna watu watapoteza kazi zao na ajira, lakini matokeo yake kompyuta imeongeza zaidi kazi kuliko vizipunguza. Kuona hata suala la akili bandia litakuwa hilo hivyo hivyo. Tukitaka kukuza vijana katika maendeleo ya kidijitali, ni lazima umkuze kuanzia chini, kwa maana elimu ya kijana kwenye mambo ya digital platforms na vitu vingine yaanzie mashuleni, kuwe na mitaala ya kielimu ambayo mtoto kuanzia darasa la tano atajifunza mambo ya kasi ya kidunia katika mambo ya kimitandao. Um, sisi unajua kwamba startup tunasema ni, ni journey sawa. So, so tunaona kila kila mwaka kuna maendeleo kidogo kidogo, tunaendelea kujenga ile zile policy zile frameworks na ile tuseme environment kusaidia uh, startups zikuwe. So tunaona serikali yenyewe ina, ina uh, ile policy, kuna policy wa ya startups inayopitishwa na uh, tunaona kwamba wata uh, hizo maboresho uh, zikiendelea zitatusaidia it, it, sisi ku kuwezesha biashara zetu.